Game ilikuwa nzuri sana, Yanga timu kubwa lakini wamekutana na vijana wa Mtibwa, timu yao nzuri, wameipanga vizuri, wamecheza vizuri. Bahati mbaya kuna nafasi nyingi wamezipoteza kutokana na kutokuwa makini, lakini game ilikuwa nzuri. Wenzao wa Yanga wamepata nafasi, wamezitumia nafasi vizuri sana. Tena mwalimu, wewe unakutana na watu wengi wa mpira huo. Wapo walikuwa nalalamikia kiwango cha Young Africans. Hii ni mabadiliko ya benchi la ufundi ama unaonaje, eh, kama wameshuka tofauti na msimu uliopita? Unajua, wachezaji wa mpira wa Tanzania dhoo, tunasema kwamba ligi yetu bora ni kweli. Wachezaji ambao wamefanya ligi yetu kuwa bora ni wachezaji wa kutoka nje ambao wapo kwenye timu zetu za Tanzania, na kweli ligi yetu iko vizuri. Tumeweza kuona hata sasa hivi katika hizi mashindano ya kimataifa timu zetu nne zote zimekwenda kwenye group stage kwa mara ya kwanza, ni jambo zuri sana lakini, niseme tu kwamba wachezaji wanaotumika kwenye vilabu, kwenye timu za taifa ni hao hao kiwachukua kina Mwamnyeto kina Dickson, ni hao hao ambao wako kwenye timu ya taifa, wako na Yanga, lakini hata na wageni vilevile wako timu za taifa, wako na Yanga. Lakini kutokana na muda mdogo, na wao kama binadamu sometimes wanataka kidogo, na wao kufanya burudani. Sasa wakiifanya kwa kuzidi kidogo, inakuwa inawachukulia ile stamina yao, na matokeo yake kujikuta performance inashuka lakini mi niseme ni kutokana na uchovu ambao wanakuwa wanatumika kwa muda mrefu sana. Lakini siamini kwamba hata Yanga wameshuka kiwango au hata Simba, kwa sababu sasa hivi Simba ina timu mpya, Yanga na wao wana timu, baadhi ya wachezaji wapya, japo kuna wakongwe ambao walikuwa na uwezo mzuri kwenye timu lakini wametolewa, wameingia watu wengine. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuweza kuangalia wachezaji ambao wapo sasa hivi nini wanatakiwa wafanyiwe kwa hali ya kibinadamu, ndio kitu ambacho kimewafanyisha wako hivyo, lakini ni wachezaji wazuri na wako vizuri, hawana matatizo yote. Mpira unakwenda namna. Miaka minne wamekuwa mabingwa, wanakuja tena wanatafuta ubingwa kwa mara tano. Usitegemee kila siku watakuwa kwenye fomu hiyo hiyo. Hata wewe mwaka jana na mwaka huu tofauti, kwa sababu kadri siku zinavyokwenda, unavyokuwa na, kuna mambo yanabadilika. Ligi ya msimu huu eh, timu nyingi zimefanya vizuri kwenye usajili Singida, Azam na Simba na Yanga tutarajii kuona bingwa akitokea tena Simba na Yanga ama kunawezekana kwa challenge katokea? hiyo bado nyepesi, bado kazi zito maanake, hiyo kazi ya shehaya ya utabiri yeah. Mimi ni sema wache, tuangalia angalau landi ya kwanza kishwa, tunaweza tukapata jibu.